Manispaa ya Temeke jijini Dar es Salaam inatarajia kuanza kutoa mikopo ya shilingi bilioni 7.5 kupitia mikopo ya asilimia kumi ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ya kutoa shilingi bilioni mia mbili ndani ya siku mia moja za uongozi wake. Mwanahabari wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ukabidhi hundi ya mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 7.5 Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesisitiza kuwa mikopo hiyo inapaswa kuwalenga vijana na kina mama ambao wengi wao wamekuwa athirika wakubwa wa changamoto za kiuchumi zinazosababisha kunyanyaswa ndani ya familia. Maelekezo yangu kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa mkuu wa wilaya, utakumbuka kwamba mheshimiwa waziri mkuu amekuwa akifanya ziara mara kwa mara katika mkoa wetu na ameelekeza tufanye ziara kwenye makata mbalimbali ili kwenda kutatua shida za Watanzania. Sasa nakuagiza mheshimiwa mkuu wa wilaya, wiki lijalo andaa ziara. Mimi mkuu wa mkoa nitakuja kukagua miradi, lakini siku moja iwe ni siku ya kusikiliza kero za wanatemeke. Tumetembea kwenye baadhi ya maeneo, tumegundua kuna utapeli mkubwa wa ardhi. Kuna mgogoro mmoja na ushughulikia mpaka marehemu kapewa hati. Kuna migogoro mingine, tunashughulikia watu wamenyang'anya maeneo ya watu. Kwa, kwa, mkuu wa wilaya, kwa wiki lijalo timu yote ya wataalamu ifanye kazi pia kutatua baadhi ya migogoro ya watu zikiwemo migogoro ya ndoa, migogoro ya mirathi, migogoro ya ardhi pamoja na migogoro mingineyo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Temeke Sixtus Mapunda pamoja na meya manispaa Temeke Uzaidi wa Athumani wamesema manispaa hiyo inatarajiwa kutoa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 7.5 kwa makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kupitia vikundi 237 ambavyo vimesajiliwa, ikiwa ni utekelezaji wa maagizo ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa lengo la kuyawezesha makundi hayo kiuchumi. Tukienda hivi baada ya miaka mitano hawa watamiliki. Next career yako itakuwa Tandika, next career yako itakuwa Buza. Next yaco itakuwa mbaraga, trust me. Kuanzia leo tuhesabu 7.5. Nyinyi hapa muwe na roho ya kuendelea, mkakuwe mkaajiri wengi wezekanavyo, mseme umaskini basi, msirudi kukopa tano tano, mwende mkakope mabilioni. Hakika nawaambia tutafika kwenye nchi hadi. Niwaombe, wale kwenda kupokea bilioni saba, tujipange tena tukafanye kazi vizuri na kazi ambazo maafisa wetu walizipima wakazichambua wakadhidhinisha, tusifanye nje ya hayo yaliyokusudiwa, ili fedha hii iweze kurudi. Tumekuwa na changamoto, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika urejeshaji wa mikopo hii. Niwaombe mama zangu, kaka zangu, mlioko hapa waheshimiwa madiwani wako hapa, baraza zima liko hapa, linasikiliza, wako tayari kushirikiana na halmashauri kuhakikisha kwamba mikopo hii inasimamiwa na inarejeshwa ili mnyororo huu wa utoaji wa fedha uendelee kizazi hadi kizazi. Nao baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo kutoka manispaa ya Temeke wakiwemo watu wenye ulemavu wameishukuru serikali kwa kuwezesha utoaji wa mikopo hiyo, wakisema wanaamini itawasaidia kujikwamua na umaskini. Nashukuru, mkopo huu ni kitu nimeupata, ni utanibadilisha mimi katika maisha yangu kutoka hapa nilivyo sasa, mpaka hapo nitakapopata wa mkopo na kuniendeleza katika maisha na kubadilisha hali niliyokuwa nayo. Ni kushukuru sana. Good Luck Msola kwa taarifa hiyo.